Nichukue nafasi hii kwa dhati ya moyo wangu kuwapongeza sana sana sana uongozi wa Tanesco chini ya MD Twange, management nzima na watumishi wote elfu kumi na mbili. Sina mashaka ya kwamba tutafikia malengo ambayo tumejiwekea wenyewe. Mimi pamoja na mwenzangu, naibu waziri, hatujaja na mtu yoyote kichwani mwetu. Timu tunayoikuta ndiyo timu yetu. Twende tukatafute ubunifu wa kuweza kuwa na njia ya kupokea umeme kwa haraka katika nyumba za wateja wetu, ili malengo tuliyojiwekea ya kuweza kufikia wateja milioni moja laki saba kwa mwaka tuweze kuyafikia kwa haraka, na wananchi waweze kupata huduma iliyo bora ya umeme. Nisisitize usimamizi wa miradi inaisha kwa wakati kwa kuzingatia mikataba. Sisi kama bodi, tunaomba kukuhakikishia kwamba katika kufanya kazi kwako na Tanesco hautakuwa na tatizo, kwa sababu Tanesco kwa kweli iko vizuri. Serikali imesomesha wataalamu wa kutumainiwa, maana tumepata bahati ya kutembea kwenye vituo mbalimbali mbali, wanafanya kazi kwa uzalendo wa hali ya juu, na tuna mifumo rasmi ya kufuatilia, kujua lalamiko lililoletwa na mteja limefanyiwa kazi au alijafanyiwa kazi na limefanyiwa kazi kwa muda gani. Uwepo wa Tanesco pia uhalali wa wananchi kuona kweli tupo na tunawatumikia na tunaendelea vizuri mheshimiwa. Na kwenye eneo hili, ukipata nafasi, tutakupeleka ukaone namna ambavyo kazi zinaendelea hapo, na tuna uhakika utakuwa na maelekezo mengine eh, ya ziada ya kutupatia.